Tano, yani ya nishati ya kila siku. Pili, chagua wanga changamano, pendelea nafaka nzima, kunde, mboga za majani na matunda kuliko vyakula vilivyokobolewa au sukari punguza. Tatu, punguza sukari iliyoongezwa, punguza ulaji wa sukari chini ya asilimia kumi ya wanga za kila siku. Nne, jumuisha nyuzinyuzi lenga gramu 25 hadi 35 ya nyuzi lishe kila siku kutoka kwenye vyakula visivyokobolewa. Vi, tano, panga ulaji wa chakula wa, kwa vipindi kula wanga katika milo yote ili, kudu, mi, ili kudumisha sukari ya damu badala ya kiasi kikubwa na moja. Mapendekezo ya kipimo kwa mlo wa wanga. Kipimo kimoja ni sawa na kikombe kimoja cha lobolita au ngumi ya mkono wako au gramu mia moja arobaini na tano za chakula kilichopikwa. Kwa mtu anayefanya kazi nzito, anaweza kutumia zaidi ya kipimo hiki. Kula angalau kipimo kimoja mara nne na chakula kikuu kwa siku, nafa, kwa siku cha nafaka nzima isiyokobolewa ili kuupa mwili ili kuupa mwili nguvu na kuuimarisha. Kula aina tofauti za nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi za kupikwa kila siku ili kupata nishati lishe. Furahia kutafuna vyakula kama mahindi ya kuchoma au kuchemsha, makande, viazi vitamu vibichi, miogo mibichi. Tumia vyakula vya unga wa mahindi au ngano kama vimekobolewa viliyoongezwaongezewa vi virutubishi badala ya bidhaa ambazo hazijaongezwa virutubishi kama sembe, ngano nyeupe. Kumbuka, baada ya kukobolewa nyuzi nyuzi na baadhi ya virutubishi hupotea. Ulaji wa nafaka chakula kilichochafuliwa kilicho sumukuvu husababisha madhara ya kiafya hata kifo chambua nafaka ili kuondoa zenye ukungu au zilizobadilika rangi kabla ya kutumia, kwani zinaweza kuwa na sumukuvu. Kiwango cha uongezaji wa sukari kwenye damu. Kiwango cha uongezaji wa sukari kwenye damu, hiki ni kipimo kinachoonyesha kasi ambayo chakula chenye wanga hubadilishwa kuwa sukari rahisi kwenye damu baada ya kuliwa, ambacho kimepangwa kuanzia sifuri hadi mia moja Vyakula vyenye kiwango cha juu cha uongezaji wa sukari kusababisha miongezeko ya haraka ya sukari ya, ya damu baada ya kuliwa. Baada ya kuliwa, mkate mweupe, mchele mweupe, hasa ule mfupi, viazi mviringo vilivyosagwa na kuokwa, nafaka zaku za kifungua kinywa kama uji na, u, na ugali wa sembe. Vinywaji vyenye sukari, soda, asali, juisi za viwandani, matunda na miwa ya kuongeza nguvu, keki, mikate mitamu, peremende, tikiti maji. Vyakula vyenye kiwango cha wastani wa kuongeza sukari husababisha kupanda kwa sukari ya damu kwa wastani: mchele wa kahawia mchele wa kahawia, mahindi matamu, nanasi, zabibu kavu, uji wa shaili. Vyakula vyenye kiwango cha chini cha uongezaji wa sukari kuchakatwa polepole na kufanya sukari ya damu ipande taratibu: nafaka kamili, shaili, mtamu, mtama, ngano na ulezi, mikunde, malage, dengu, njegele, kunde, viazi vitamu, magimbi, viazi vikuu mboga zisizo na wanga mwingi, broccoli, spinach na nyanya. Bidhaa za maziwa bidhaa za maziwa, maziwa mtindi, maziwa mtindi. Jamii ya karanga na mbegu, karanga, lozi, korosho, macadamia, mbegu za maboga. Jambo la muhimu wanga wanga GI ya juu hutoa nguvu haraka, lakini husababisha kupanda na kushuka ghafla kwa sukari ya damu. Pia humfanya mtu kujisikia njaa haraka na kupelekea kula mara kwa mara. Wanga wenye GI ya chini hutoa nguvu polepole kudumu pole, muda mrefu husaidia kushiba na kudhibiti sukari ya damu na kumfanya mtu ajisikie kula mara kwa mara faida za kula vyakula vyenye kiwango cha chini cha uongezaji wa sukari kwenye damu. Kudhibiti sukari ya damu , huongeza hisia ya kushiba kwa muda mrefu, hudhibiti uzito, kuboresha afya ya mishipa ya damu na moyo, huongeza nguvu endelevu. Mfano wa vyakula hivi: malage, dengu, viazi vitamu, shayiri, nafaka kamili mboga mboga na matunda kama maapulo, mapera, machungwa na maparachichi. Utapia mlo unaotokana na vyakula vya wanga huitwa utapia mlo wa nishati. Upungufu wake au ulaji usio wa kutosha kusababisha matatizo yafuatayo. Matokeo ya ukosefu wa wanga: mwili huanza kutumia mafuta na protini kama chanzo mbadala cha nishati misuli na tishu za mwili huanza kuzoofika. Mwili huishiwa nguvu, mtu kuchoka haraka na hawezi kufanya kazi kwa ufanisi. Kupunguza uzito kupita kiasi, yani ukondefu. Magonjwa a utapiamlo wa nishati, unyafuzi, marasimasi, kiwango cha chini cha sukari asali kwa watoto hukua kwa kuchelewa, hupoteza hamu ya chakula na kinga ya mwili hushuka, hivyo kwa urahisi hushambuliwa na magonjwa. Watu wazima hupoteza uzito, nguvu za misuli na huweza kupata matatizo ya viungo vya ndani. Kwa muda mrefu, uzito uliokisiri na unene kupita kiasi unaweza kupelekea magonjwa yasiyoambukiza. Kingamlo, kula vyakula vya wanga kwa kiwango kinachoshauriwa vikichanganywa na makundi mengine ya chakula: protini, mafuta, vitamini na madini, ili kutoa mlo kamili. Ili kutoa mlo kamili, tumia nafaka zisizokobolewa, mizizi na, ma na matunda yenye wanga. Zana potofu kuhusu vyakula vya wanga: wanga unakufanya unenepe. Ukweli, uzito unatokana una na kula wanga zaidi kuliko unavyochoma, si kutoka kwenye wanga pekee. Wanga kamili kama vile mchele wa kahawia, shayiri, matunda na kunde kwa kweli usaidia kudhibiti uzito. Ulaji wa wanga kidogo ndio njia pekee ya kuwa na afya. Ulaji wa wanga kidogo unaweza kusaidia watu watu wengine kwa muda mfupi, lakini afya ya muda mrefu inategemea inategemea li, lishe bora inategemea lishe bora. Dhana potofu: wanga husababisha ugonjwa wa kisukari. Ukweli: kula wanga husababisha moja kwa moja kupata ugonjwa kupata ugonjwa wa kisukari zana potofu kuchanganya aina mbalimbali za nafaka, mfano mahindi, ngano, mtama, ulezi, mchele, kunasaidia kuwa na unga bora kwa ajili ya lishe. Ukweli, nafaka zote zao la mwisho baada ya mwili kuchakata ni sukari rahisi, yani glucose. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo watu wote. Kwa siku ya kesho nitakuwa na somo zuri Muepo, somo hilo litakuwa linasemba vyakula vya protini. Tuombe. Mungu mwema, tazama ametufundisha, naomba tukayatendee kazi, yakakae kichwani mwetu kupitia jina la Mwanao Yesu Kristo Amen.